Uombe. E Mungu mwenyezi wa milele, uyatakatifuze matawi haya kwa baraka yako, ili sisi tunaomfuata Kristo mfalme kwa sangwe, tupate kuifikia Yerusalemu ya milele, kwa njia yake, anayeishi na kutawala milele na milele wow. Baba Askofu watapita kubariki matawi hayo kwa kunyunyizia maji. Wakati huo tuyainue yote na kushangilia.